faa Abu Daud ibn Majah. Allahumma inni as'aluka khairaha, e, mola wangu nakuomba unijalie kheri za huyu mwanamke wa khaira ma jubilat alayhi, na kheri ya kile ambacho ameumbiwa huyu mwanamke. Ndio tu tunawaambia watu vijana naoa, kiingia kule kumwona mkeo kule, unachotakiwa kufanya katika yale aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, shike mkeo wapi? Kichwani hapa katikati kichwa

na kheri ya kile ambacho ameumbiwa huyu mwanamke, sababu kuna tabia ambazo ni jibilia kwa mwanadamu, na wanawake pia wako hivyo. Kwa hiyo zile tabia za maumbile, tabia za kimaumbile unamwomba Allah subhanahu wa taala azifanye ziwe ni tabia za kheri, zije kwa wingi kwake. Na wanawake ndio wa kwanza kufanya matukio ya kimaumbile hapo, akili zao jinsi ambazo zinavyowatumaga ndivyo hivyo zinakwenda, ambapo baadaye anaweza akaja akajuta, lakini wana mambo ya kheri yale mambo ya kheri ambayo Allah amewaumbia ndio yaje kwa wingi, na yale shari Allah yaepushi. Allahumma inni asaluka khairaha wa kheira maajubilati aleh. Yule mwanamke unapomuoa unaomba kheri zake. Wapo baadhi ya wanawake wakija katika familia, unaanza familia kuanza kukimbizana, wiki haijaisha mashaitani kichwani. Anatakiwa aje mtu ayachimbue, alete shuka nyeupe mbuzi wa kijani, kuku wa rangi nyekundu, wa maila dhalika, mitama, mahindi, maharage, tambikia. Yani, unaanza tu ndoa na mambo haya yanaanza, yani kabla hajatoka tayari ameshakuja na kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani. Kwa hiyo maisha yale yanakuwa ni maisha ya shida. Hata kama utasema unavumilia, utavumilia shida, mpaka mwisho wa siku ile ndoa itakufa, au ukubali wewe kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maadhalika muendelee kuishi chini ya matako ya nani? Kwa hasa haya maneno tunataka yasikie sana wale wazazi wa kike ambao ndio huwa wanasimamia haya kwa watoto zao wa kike, kwa kumfanya mtoto wake asiwe na raha a ya maisha ya ndoa. Sababu akishafunguliwa mambo haya, yeye mwenyewe hatakuwa na raha ya maisha ya ndoa. Sababu kila siku itakuwa kwa mganga, nyumbani, kwa mganga nyumbani hana muda wa kukaa na mumewe; hana muda wa kuhudumia familia, wa kuhudumia familia, akipata watoto waitwe kwa majina ya mashetani. Sababu ukipata mtoto, huyo mtoto hiyo mimba itasemekana kwamba mganga ndio kaileta. Kwa kizaliwa mtoto, lazima mtoto apelekwe kwa shetani. Mtu shetani akishapanda akataja, jina, anataja jina la ukoo wa ukoo wa mashetani, kwa mtoto anakuwa na jina la shetani. Shetani yule ndio anakuwa anafanya kazi kwa yule mtoto. Sasa salama al na afya. Allahumma inni as'aluka khairaha. e Mola wangu, nakuomba unijalie kheri za huyu mwanamke